Nataka ni badiri nataka ni gaili nisiende eh, nisiende umesha ni kabidhi umesha ni kabidhi nikupende, eh, nikupende. Mm, Sio yote mazuri mabani lofanya ni same Nisamehe, oh yeah. Ah, imani uloweka kwangu isibomoke. Uijenge, uijenge wewe wewe eh, mm, unitume kazi kwa nguvu zako nifanye na izae matunda, na sitamani nibaki nyumbani, unifanye kila kitu mimi wa kwako, nisiyoyajua ni yajue yale mema yote weka kwangu wakilini. hello, hello sagodi

tarehe ishirini ya mwezi wa nne, kwa maana kwamba mwezi huu ndio siku ambayo panakwenda kufanyika moja kati ya matukio makubwa sana nchini eh, ni mtoko wa Pasaka. Ni moja kati ya matukio ambayo yameandaliwa pale maeneo ya the Superdome, viwanja ambavyo mara nyingi yanakuwa nafanyika matukio tofauti, lakini mwaka huu mwezi huu wa nne ya tarehe ishirini ndio siku ambayo ndugu zetu ambao wamefunga kwaresima wanakwenda kusherehekea tamasha lao la mtoko wa Pasaka, moja kati ya matamasha ambayo yanatarajiwa kufanyika mambo makubwa kweli kweli, kwa maana kwamba wasanii wakubwa wa, wa gospel wanatarajiwa kutoa burudani kwa maana kwamba kuimba. Miongoni kwa mwa wasanii ambao walitarajiwa wafanyike ama wafanye shoo siku hiyo kama sio waimbe, ni ndugu yangu anaitwa Chaz Gospel, moja kati ya vijana ambao wametokea maeneo ya Dodoma. E, wamesema na wao wanakuwa ni miongoni mwa yeye yeah, yeah, anakuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wanatarajia kupafomu siku hiyo. Kitu cha ajabu kuna story fulani hivi imetokea juu yake. Mamba alinyipigia simu siku ya juzi eh, kutokea maeneo Dodoma, ameniambia bwana Nyundo TV, nina kitu ambacho natamani nizungumze, Watanzania wapate kunifahamu ama kufahamu kile ambacho kimenikuta. Nyundo TV, tukasema wacha tumtafute Eh, tuzungumze naye atuambie kipi ambacho kimejili kuelekea siku hiyo ya mtoko wa Pasaka. Mzee wangu unakwaje? Poa, mambo vipi? Mambo yanaenda. Safi kabisa. Eh, bwana ilikuwa ni simu ya ghafla kutoka Dodoma, amenipigia kusema kwamba nina kitu natamani nizungumze na wewe. Kwanza wajuzi wa Tanzania, jina lako hasa ni nani? Mimi nimekutambulisha kama Charles Gospel. Mm. Ndio jina lako ama una jina ambalo wazazi wamekupa tofauti na hili? Jina langu ni hilo Charles Gospel. Mm. Eh, eh, natumia ilo lipo kwenye sanaa na pia ni jina langu kabisa. Ila hiyo Gospel ndo nimeiweka hapo. Hmm. Ila jina langu kabisa ni Chazi William, ila ni Chazi Gospel kwenye mziki. Sasa kwa maana kwamba wewe ni msanii wa gospel? E, mimi ni msanii wa gospel na pia ni producer. Mwenyewe nyimbo zangu zote naji produce mwenyewe hmm. e. Kifupi harakati zako za mziki zimeanzia wapi, kabla tujaja kwenye hiki kitu ambacho kimenifanya tuzungumze na wewe? Harakati za mziki, harakati za sanaa zimeanza wapi na ni miaka mingapi iliyopita? Harakati uh, za mziki zimeanza Dodoma, Dodoma nyumbani kabisa. Nilianzia kwanza kuimba makwaya, baadaye ndo nikajipata mimi nimeanza mziki mwaka elfu mbili kumi na nne. Ehe, baada ya hapo nikaanza kurekodi rekodi tu vistudio ambavyo havieleweki. Tukaenda, tukaenda, tukaenda, tukaenda mpaka sasa nimefikia hapa. Kwahiyo mziki nimeanzia Dodoma mwaka elfu mbili kumi na nne Mkaamakuminamoa iliyopita yu. jumla lakati amagemu na yu. Ah, linaenda vizuri, naenda vizuri, japokuwa ni kupambana sana, tuna haso sana kwa sababu ni wasanii wachanga bado hatuna majina na nini. Kikubwa ni kupambana, ndio maana toka mwaka elfu mbili hmm. kumi na nne mpaka sasa hivi sijakata tamaa, bado napambana na, na nikipata kaupenyo najipitisha na nini hmm. Sichoki, yani kupambana, ndo hivyo yeah. mm. Dodoma na kufahamu kama wewe ni icon ya kule. Sana wananifahamu sana Dodoma pale, Morogoro na Morogoro pale ndo nimeweka studio yangu, iko pale nafanyia kazi pale, kila kitu pale. au studio kabisa e, na studio yangu mimi mwenyewe chazi record mm. nafanya pale, narekodi kwa tofauti tofauti waimbaji tofauti tofauti mm. pale Morogoro wewe ni msanii wa kuimba pia una rekodi mwenyewe as a producer? <laughs> mi naimba mwenyewe na pia na warekodi wasanii wengine pia nawaandikia na wasanii wa Bongo Flava baadhi mm. naandika Bongo Flava ya yeah. sawa, so, kwenye kuproduce kwa maana kwamba kutengeneza music, kuimba na kuandika, kuna msanii wote mkubwa ambaye dunia inamfahamu umeshawahi kufanya naye kazi labda? Hapana, uh, mm. bado natamani sana natamani sana kufanya na msanii hata mmoja mkubwa, lakini kwa sasa hivi bado sijapata bahati. Ni wachache ambao wanajulikana kidogo sana, sio, sio sana mm. e, ni kidogo sana. Lakini si umeshawahi kuingiza chochote kile kupitia kazi yako ambayo unaifanya? Naifanya e, kwenye, kwenye studio labda. Sio kwenye mziki? Kwenye mziki bado, kwenye studio Maokoto, yapo yapo kidogo mm. kwenye gospel kuna majina makubwa, kuna majina kina Boni Mwaitege, kuna majina kina Joel Lwagawa, kuna majina kina Gasbeth William. Competition unahisi utaiweza kweli? Ukitazama hao watu, watu wana magoma. Oludumare ni ngoma fulani ambayo imetoka miezi mitano nyuma, ina zaidi ya milioni ishirini mpaka sasa, video zake on YouTube hapo hey, uh, ap nadhani kila mtu anapambana kwa, kwa, kwa jinsi alivyo, kila mtu ana mziki wake, kwa hiyo tuseme kwamba Joel Lwaga ana mziki wake ukija kwa, kwa wota na mziki wake wengi, kila mtu ana mziki wake. Kwa hiyo Charles Gospel naye ana mziki wake yeah. Kwa maana naweza nikasema mimi na Joel Lwaga ni vitu viwili tofauti yeah. Joel Lwaga siwezi nikamfikia kwenye kiwango chake yeah hawa ambao wapo kwenye mainstream sasahivi waimba gospel hawa, kuna mtu ambaye ukimtazama unasema mimi yule siwezi kumfikia yule. Kwenye gospel ah, kwenye gospel sioni, sioni yani kwamba mimi siwezi kumfikia yule, yani uwezo wake labda fulani na uwezo mkubwa kuliko mimi. Sijaona kwenye gospel mtu mwenye uwezo ah. <laughs> sijaona najikubali <laughs> <Mie, laughs> mimi tu kwamba mimi nina uwezo kuliko gospel kuliko Joel Lwaga kuliko Bialfa kuliko wota, nina uwezo yani, nina uwezo wa kipekee oh. Yeah, kwa mtu akinisikiliza atagundua ninachokisema kwa mtu, na kwa mtu ane, mwenye sikio la mziki oh. na kwa mtu mwenye, mwenye, mwenye kunielewa ataelewa ninachokizungumza Yupi yeah. ambaye unatamani ufanye naye kazi uweza kwa kumrekodia ama kwa kufanya naye collab? Ah, hapo natamani sana sana. Nianze kwanza na Good Luck Gosbet, eh, he, na Joel Lwaga pia natamani pia nifanye nao kazi tu yeah. una mawasiliano karibu na Gosbet? Gosbet hapana ila nilikuwa naye ila kwa sasa hivi hapana nilikuwa na mawasiliano naye kipindi hicho naye. Mimi namfahamu yeah, ila yeye hanifahamu, takuwa kanisahau sasa hivi, kwa sababu toka nimewasiliana naye na jinsi tulivyo chat chat kwa hovyohovyo, nafikiri sasa hivi hawezi akanikumbuka hovyo hovyo maana <laughs> <laughs> yake. Uh, nini hapo, nilimtafuta nikamwambia bwana kaka, naomba nikushirikishe na nini, akasema hapana, haitawezekana. Nabidi nimuulize kwa nini haiwezekani hapo, tuna chati kwa nini haiwezekani? Akaniambia wasanii wengi wa sasa hivi mnaona mtu akishatoboa tayari mnataka mpate kaupenyo, hapo hapo na nini? Nikasema, sasa wewe ndo kazi yako kwamba wewe utoke, sisi ambao tupo nyuma tukufuate wewe, kupitia wewe sisi tutoke. Akasema hapana, mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Je, ni singe kuwepo? Akaniambia hicho kitu na hicho kitu, siji kusahau. Akaniambia je, ni singe kuwepo? Nikamwambia usinge kuwepo, Mungu angemuinua mtu mwingine ya yeah, kwa hiyo naona kwa vile tulivyochati kipindi kile alikasirika sana yani, alikasirika sana. Na nataka tu niseme kitu kimoja kwamba e, e, neno langu limetimia kwamba Mungu atamwinua mtu mwingine. Ameniinua mimi sasa, nimekuja kwenye gospel. Nafikiri naye asikilize tu kazi zangu, ataona utofauti wangu mimi na yeye sasa hivi. Toka kipindi kile ananisema hivyo na mpaka sasa hivi, ilikuwa ni miaka mingapi iliyopita tangu? Ni miaka, ni miaka kama mitatu sasa hivi. Eh, miaka mitatu walau. Tangu sasa hivi umepiga hatua, unajiona kwamba Chazi huyu sio yule? Eh, sasa hivi najiona kidogo ni Chazi ambaye kidogo anajina ni Chazi gospel, sasa Mm. E, ndo maana kutoka kwenye chazi ya nyumbani sahivi hivi ni chazi gospel. Ni mtu mwingine <laughs> ni mtu wa tofauti kabisa, tuende kwenye kisa ambacho umenifanya ambacho kimekufanya tuzungumze mimi na wewe, ilikuwaje kwenye swala zima hili la mtoko wa Pasaka. Unaniambia kwamba ulitakiwa uwe ni miongoni mwa wasanii ambao wangeperform siku ya hiyo pale kwenye kiwanja cha Superdome. Eh, ilikuwaje? Kwa ufupi wala wa Tanzania wafahamu. Uh, kwanza niliona nil, niliona watu wanaalikwa pale, niliona watu walioalikwa list ya watu wote pale, na mimi nikasema, ah, kwa kuwa nipo daa sasa, naweza nikapata kanafasi cha kuingia pale nikaperform kidogo. Sasa katika harakati ya kutafuta muhusika, nikaja kumpata mtu fulani hivi, siwezi nikamtaja hapa. Uh, kanipa namba tukawasiliana na nini na mimi ni, nikamwamini sana, nikamwamini sana akanambia, basi ili upate nafasi pale, inabidi inabidi utupoze kidogo, kwa sababu ukishanipa mimi kuna na wenzangu nyuma inabidi nifanyeje, niwapoze ili upate nafasi ya kuperform tena utakuwa ni mtu wa kwanza yani, utaifungua show vile, nikasema, aha, ndo utaifungua show kwao. Nikaona vile nikasema basi hapa ndo sehemu ya kutoka sasa hapa eh, maana kuperform kwenye watu elfu kumi elfu ishirini sio kitu kidogo eh. Kwa hiyo nika nikamuuliza pale kiasi gani, akanianzia mbali kidogo, akanianzia milioni moja hivi, tukaongea sana, tukaongea sana, baadaye akashuka akashuka akashuka mpaka kwenye laki tano na bila shaka kabisa bila shida, mimi nikamtumia hiyo pesa elfu tano elfu tano nikamtumia, na bila kufikiria kwamba labda tungekutana tungefanya na nini, hasa nijua ni watu wazito, labda wana mambo mengi na nini. Kasema ngoja tumtume afu taangalia. Kwa hiyo kutuma pale, baadaye nakuja kupiga simu, ananizungusha, ngoja nitakupigia, ngoja niko hivi, ngoja hivi hivi na hivi Nikawa na mashaka kidogo, kwa sababu nimemsumbua sana alafu hajibu, anajibu kama hivi hivi. Nikawa na shaka kidogo, inabidi nirudi kule kwenye list ya wale watu kuja kucheki huyu. Na na mtu ninayewasiliana naye nilikuwa namtilia shaka ni kweli, kumbe nilikuwa na mashaka naye kweli. Ni mtu fulani ambaye ni naweza kusema ni mpigaji, ni mpigaji. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ametumia nafasi hiyo kupata kipato yani, ametumia ya nafasi hiyo kunipiga. Umehurumiwa laki tano laki tano Yani kanipiga laki tano yani kanipiga za uso Ehe, lakini sio mbaya. Nafikiri kama ilipangwa, mimi ni perform pale, ta perform kama haikupangwa basi ile, ile mtoko wa Pasaka ni tamasha ambalo linaongozwa na mama yetu Christina Shusho, eh, likizaminiwa na Wasafi. Kuna jitihada yote ambazo umezifanya kufika wa, kwa wasafi pale ama kumtafuta mwenyewe physically Christina Shusho walau, eh, umwambie bwana, mimi natamani au nilitamani ni perform kwenye hilo tamasha, lakini nimedhulumiwa na mambo kama hayo. Uh, nilikuwa na mpango nimpigie simu Christina niongee naye na nikutane naye nimwambie hivi uso kwa uso, sio nimwambie kwenye simu tena mm. Sababu kwenye simu yatatokea mengine, ataweza ya akakudharau na nini. Nataka ni nimpigie tu simu nikutane naye kabla ya tarehe hiyo ishirini niwe na mimi nimeshaongea naye na nipate kanafasi kidogo pale cha kuperform. Lakini unahisi kipaji chako au uwezo wako mathalani ukapewa nafasi kweli eh, kwenye jukwaa lile the Superdome uperform watu zaidi ya 10000 labda wamekaa na kutazama? unahisi utaweza, mzee wangu? Ah, nitaweza nitaweza. Tena hilo ni jambo ambayo nimezoea, sababu Charles Gospel ni mwimbaji mkubwa kwa Dodoma hivi na Morogoro, najulikana sana na nimealikwa sana kwenye matamasha makubwa, kusimama mbele ya watu elfu mbili elfu ngapi ni kitu cha kawaida, kwa hiyo sitaogopa chochote na ujasiri kwa sababu mimi mwenyewe ni mwimbaji na siku zote waimbaji ni mastaa. Kwa hiyo kama ni mastaa na mimi mwenyewe ni mwimbaji, lazima nijikubali kuwa ni star pale. Kutakuwa kuna mastaa kuna nini, inabidi nisiogope mastaa, kwa sababu mimi mwenyewe ni star pia. mm. mm. Sawa, wito wako ni upi sasa? Mathalani Christina Shushu akabahatika kuitazama hii video eh, juu ya wewe kutamani kwenda kuperform kwenye mtoko wa Pasaka, kipi ambacho unahisi ni sahihi wewe kumwambia mdau? Uh, naomba tu kama kama ananiona Uh, anisaidie anisaidie anipe nafasi kwa sababu yeye ndo kila kitu pale. Kwa hiyo anipe nafasi ya kuperform tu, hata wimbo mmoja tu, mmoja tu, mimi nitashukuru sana. Kwa hiyo kama dada yangu unaniona hapo, naomba tu Mungu akusaidie, Mungu akuguse. Chaz Gospel nipo hapa muda wote tu, niko free kabisa, tukutane au nipigie simu unionyesha ushirikiano na mimi nije ni perform tashukuru sana kwa kweli. Sawa, umesema nipigie simu hapo, namba hujasema, walau useme huenda hmm, eh, akaona yeye au mtu yoyote ambaye ameguswa na hiki ambacho umekizungumza, whether ni msanii ama ama ni mtu ambaye anataka rekodi kwako, anaweza kukupataje namba yangu? Ni sifuri sita ishirini na tatu kumi na mbili kumi na tano hamsini na saba, lakini pia ni sifuri sita ishirini na tatu kumi na mbili hamsini na saba. Pia ukiingia pale kwenye kwenye peji yangu utaona tu nimeiweka pale juu, haina shida mm, eh utaipata pale kwenye peji hapo. Je, sasa uja uja specify mtu ambaye anatamani aone kazi za Chaz Gospel, mtu anatamani apate mawasiliano na Chaz Gospel mitandao mm, ya kijamii na kupata kwenye mitandao ipi hasa? Kwenye Facebook natumia Chaz Gospel hiyo hiyo, na kwenye Instagram Chaz Gospel. Hii Chaz inakuaje? ni CH c h alafu a z y alafu ile gospel ya Kiingereza ile gospeli, gospel ya Kiingereza ya Kiingereza. Kwa hiyo eh, kila kona ni chazi gospel, hadi Instagram pale ni chazi gospel na YouTube pale ni chazi gospel. Yeah. Utaona pale YouTube ukiingia pale sasa utaona video zangu za zote ziko pale, video kama saba hivi nane hivi. Eh, e. Kuna nyimbo ambayo tayari umeshazitoa zipo mjini, si ndio? E, ziko mjini lakini pia kuna hii kubwa kuliko ambayo nimeitoa na director mkubwa sana Jose. Director Jose. Huyu ambaye tunamfahamu anatengeneza kina Monize. Eh, huyo hapo nimekutana naye, tumeongea tumewasiliana toka nipo Dodoma tumeongea tumeongea mpaka nimefika da kwa ajili yake, kwanza tumefanya video na juzi ndo tumemaliza video. Jumatatu ijayo nafikiri inatoka, kwa hiyo watu wajipange pale, wa, wa, wa subscribe mapema, wani follow mapema pale, nafikiri video Jumatatu inakuwa hewani video kali, Zene, nani, nani, <laughs> ni video kali, wimbo mkali sana. Nyimbo inaitwa Sagodi, hiyo ni gospel, na muziki wangu kama nilivyosema ni wa kisasa sana hmm. ni wa kisasa sana yani, muziki wangu ni upo tofauti au fanani yani, na kwanza ukisikiliza mwanzo utaweza ukasema kwamba ni, ni bongo flavor lakini, ukija mpaka verse ya pili ndo utapata ukweli hmm. kuhusu wimbo niliyoimba kwamba ni bongo flavor au ni gospel. ma utaweza kusikiliza mwanzo kadhani kwamba huyu mbona anasema gospel na ni bongo flavor hii, kwa hiyo usikilize mpaka mbele pale, utaelewa uta tu ujumbe wake na nini. Ujumbe ni mzuri, kila kitu ni kizuri. Sawa, chochote cha kumalizia, chochote. Nawashukuru kwanza, nawashukuru sana Nyundo TV kwa upendo wenu mkubwa sana mlioonyesha kwangu, Charles Gospel, kwa sababu ungekuwa mtu mwingine asingekubali hata kufika hapa kufanya interview na mimi. na shukuru sana Lakini kikubwa zaidi na kushukuru wewe, ambaye unaniangalia kwa kuweka muda wako kwa ajili ya Charles Gospel hapo. Lakini pia usisahau kunisapoti kwenye mitandao yangu yote ya kijamii. Jina langu ni hilo nilolitaja hapo. Naomba Mungu akuguse uni, unisaidie hapo kuangalia angalia hizo video utapata kitu na utabarikiwa sana. Yeah. Bwana mimi naweza nikasema ni balozi eh? Na tabiri kama Mungu ana bless kila kitu ambacho mwanangu anakitamani kiwe ndani ya, baada ya mwaka mmoja Hawajakuwa msanii ambaye mwenye jina kubwa mimi natabiri hivyo kwa baraka za Mungu, vile ambavyo amenisikilizisha nyimbo yake, vile ambavyo amenisikilizisha nyimbo zake, moja kati ya wasanii ambao binafsi naona mbali, kwa sababu huenda, kama mimi, sio sio sio producer, sio msanii, lakini kwa vile ambavyo nimesikiliza, kwa uwezo wa Mungu, unajua kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Kwa uwezo wa Mungu, narudia tena, baada ya mwaka mmoja. Chaz, Chaz Gospel sio huyu, mpaka nakosea jina lake. Anaitwa Chaz Gospel, moja kati ya wasanii ambao nawaona mbali sana kwa miaka baadaye. Anapatikana knda mitandao ya kijamii Instagram, jina la Chaz Gospel, Facebook Chaz Gospel, YouTube Chaz Gospel, tuna TikTok, yeah, TikTok yeah. TikTok eh, pia TikTok Chaz Gospel. Nenda kafanye vile ambavyo unahisi, kwa kufanya hivyo utakuwa na msapoti, kama kumfollow Instagram, nenda kumfollow Facebook unenda kama follow, YouTube unenda kama subscribe na kuna video ambazo tayari amesha ziposti. Nenda kama subscribe. Kufanya hivyo ndo utakuwa ni miongoni mwa watu muhimu sana kwake. Utakuwa miongoni mwa watu ambao wamesupport harakati zake za muziki. Kuna mengi ambayo tumeyazungumza lakini kubwa zaidi mimi ni kuambia usisahau kuacha comment yako kwa hiki ambacho ndugu yangu amekizungumza hapa. Lakini kubwa zaidi sasa subscribe YouTube channel ya Nyundo TV. Thanks for watching.